Sauti hapa ujumbe, ujumbe wa, wa, wa Kristo, sio ujumbe wa mtu, si ujumbe wa mtu binafsi. Shuhuda wa mwanadamu sio shuhuda wa Kristo. Ushuhuda wa matendo yanayotendeka katika maisha ya mwanadamu hayawezi kufanyika kuwa ujumbe wa Kristo. Na utakuta kwamba mambo mingi ambayo yanahubiriwa katika kanisa la Kristo leo si Kristo mwenyewe, lakini ni shuhuda za watu, ni matendo yaliyetendekea watu ndio yamewekwa kuwa uh, ndio ujumbe wa Kristo. Hatuwezi kuja katika, katika ibada alafu tuzungumze tu vile kiwete alitembea, vile bubu alinena, vile kiziwi alishikia, vile nilipanda mbegu, vile nilitoa sacrifice, vile nilifanya nini ikawa sasa haya maneno yote ni ujumbe wa Kristo. Haya ni maneno ambayo yanatumiwa yaliyotendeka, kuwasisimua kuwa, kuwa watu kuzidi kuamini mambo hayo kinyume na kuamini Kristo. Na yale mambo yanapotendeka vile, huwa yanamfanya yule pastor ndo aonekane kuwa ni Mungu ama aonekane kuwa ni bora aonekane. Sasa badili ya Kristo kufanyika ujumbe, sasa yule pastor ndo anakuwa ujumbe. Ushaona, watu badili ya kumzungumzia Yesu, wanamzungumzia pasta wao, ama kama watu pale kanisani kwetu, badili wamzungumzie Yesu, wanazungumza kuhusu pasta. Unaweza kuzungumza kuhusu pasta kwa sababu ya ufa, mafundisho yake ya, ya Kristo ambaye anahubiri na maufunuo, lakini hatumzungumzii hatu pasta. Kwa sababu viwete walitembea, Yesu alisema, msifurahi kwa sababu mapepo wamewatii kwa sababu vi viwete wametembea, kwa sababu viziu wamesikia, msifurahi kwa sababu hiyo, lakini furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Oh, haleluya so bottom line yani, yote tisa kumi ni kwamba katika ujumbe wa kanisa, katika ushuhuda wa kanisa, ushuhuda wa kanisa ni Kristo, ujumbe wa kanisa ni Kristo. Miujiza inapotendeka inaimarisha tu imani zetu na inaonyesha uungu wa Mungu katika asili na regelia tena, inaonyesha the supernaturality of God, uungu wa Mungu katika asilia ya kwamba katika Mungu ni Mungu anayefanya zaidi ya natural, zaidi ya kawaida zaidi ya asili, maana anafanya mambo ya kushangaza ya kiungu, lakini bado hayo sio ujumbe wa Kristo. Oh, haleluya! Bado hayo sio wokovu wa Kristo. Wokovu wa Kristo ni kwamba anapoishi ndani ya maisha ya mwanadamu, mwanadamu ana uzima wa milele. Anapokaa katika maisha ya mwanadamu, mwanadamu ana uzima wa milele. Mwanadamu kwanza alikuwa amehukumiwa, mwanadamu alikuwa amehukumiwa milele, kifo cha milele, lakini Yesu akachukua nafasi ya kifo cha milele, akafa yeye sasa. Kwa hivyo Kristo akachukua nafasi ya mwanadamu ya kufa, mwanadamu aishi, akachukua nafasi ya dharau, mwanadamu aheshimike, akachukua nafasi ya, ya, ya, ya kutokuwa kitu, mwanadamu awe kitu. Ndio maana katika wa, wa, eh, waraka wa Petro anasema sasa, nyinyi ni mzao mteule, watu wa miliki ya Mungu walioitwa kwa jina la Mungu, wazao wa kikuhani Eh, mlioitwa kuzitangaza fadhili hapo. Nyinyi kwanza, mlipotoka mlikuwa si watu, lakini sasa nyinyi ni watu, na mmetolewa, mmekombolewa katika giza na mkaingizwa katika nuru yake ya ajabu. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Sasa ujumbe wa Kristo ni wokovu wake, wokovu wake ndio ujumbe wa Kristo. Kwa hivyo, tafakari, haya yaweke moyoni mwako, yaweke akilini mwako, na Mungu atakubariki. God bless, bye.